Karibuni, NBC tuko banda hapa la lam. Tunafungua account za bank account za student account. Student account ni bure kufungua, haina makato na unaweza ukaitumia sehemu yoyote. Pia faida zake, inakusaidia pia kupitisha mkopo kwa wale wanafunzi, inapitisha mkopo na kwa wale wa nje, inakusaidia pia kwenye biashara mbalimbali za wanafunzi wenyewe na pia kujiwekea savings zako. Matumizi ya kadi ya kadi hii ya NBC Bank kwa kizazi smart unaweza ukatumia online kama unaweza ukalipia Netflix, unaweza ukanunua vitu kupitia online na pia unaweza ukachanja, ni bure. Na unaweza pia ukatumia kwa kutumia ile app ya NBC kiganjani, unaweza ukalipia vitu kwa kutumia pia kadi ya NBC Bank. Asanteni na karibu sana, tuko hapa inizim kwenye banda letu la NBC. NBC daima karibu nawe.